Kuwa mweusi leo wataka weupe, rangi hiyo ya uhalisi unafanya ikutoke. Tulia, usiaswi dada, hayo yaepuke. Wapona utaka weusi wa moyoni, wafurahike, unamuwasi janani kuchubua ya kongozi, ili uitwe jamili, waranda na kichwa wazi, hukuni kujidhanini, wapoteza yako hadhi, hebushika ya halali, fuata yake Mwenyezi. Kwa hiyo kuzifanyia ufisadi neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke wewe, ulikuwa na sura yako nzuri, mweusi tititi kama baibui, mweusi kama ubao, mweusi kama chungu wewe kilichopikiwa kwa muda mrefu, mweusi kama usiku wa manane, we leo waonekana uko mweupe. Alafu nasema waume hakuna. Kuna matatizo leo nataka kuzungumza hapa, kuzifanyia fujo neema za Mwenyezi Mungu, halafu mkasema hakuna waume. Mkome baadhi yenu kama mnatabia hii Ilahi Muumba unamkosoa, ewe dada una shida gani kubwa nayo kusumbua? unamkosoa muumba kwa ngozi kujikwabua, hupende alivyokuumba ndo maana unajiumbua. Hujulikani mzima hujulikani unaugua, mola amekutukuza tena kwa nzuri sifa, lakini sifa za mola dada unazichafua, na tena kuna midume nayo inajichubua. Je, mnakaa mkawaza kifo itawachukua au mmetekwa na dunia, anasa zishawalevya na pumzi na wahadaa kila mnavyopumua. Ulizaliwa mweusi kama mpira namba nane, mweusi kama kunguru, kama plteboq. Leo umeshajipa sababu ya motoni mkajazane. Rangi yako ya usoni haifanani na miguu, na ukipata majeraha ndo utaiona karaha, na ngozi haitibiki barabara ya tunguu. Alikwambia umependeza, jua kakuongopea, hajakwambia ukweli kwa jini lina nafuu Ulizaliwa kamka leupo kachoka, hupendezi ukiwa kizani, hupendezi kwenye taa. We ni zimu ya majini, mtu kama kama fulaja anasema we ni mzuri, sio kweli, nakataa. Kasuruali ya jeshi, hujulikani rangi gani, hujulikani kichwani ni mzima ama kichaa. Dunia inakukataa au unatafuta nafasi jahanamu pakukaa juu upo kama Fanta, chini kama Kokakola, upo kama tetracycline, mtu una rangi mbili, mpungufu wa akili, tajiri wa ujangiri, mfuasi wa shetani, uliyejichubua mwili, ujue adhabu za Allah kuwa zitakukabili tena, hazina mithili. Ukitembea kama paka so toxic, na ukiangaliwa juu mpaka chini so plastic, na ukiwambiwa ukweli unapandisha so drastic, rangi yako ya asili uliyoitoa so classic ulizaliwa ka mkaa mweusi kama kunguru, wallahi ulipendeza kwa weusi wenye nuru. Leo mchana unakosa raha jua linavyokudhuru, unalikimbia jua tu kama mwenge wa uhuru.